Uh, karibu katika channel ya Fairboy. Na video hii ya leo ni kwa wale walioitwa kusimamia katika usaili, walioitwa kwenye usaili kusimamia vituo vya kupigia kura, wasimamizi wasaidizi, pamoja na makarani waongozaji wa, wa vituo vya kupigia kura, halmashauri ya mji Mbinga, jimbo la Mbinga Mjini. Usaili huu utafanyika siku ya tarehe 15 mwezi wa 10 2025 na wasimamizi wa vituo vya kupigia kura pamoja na wasimamizi wa usaidizi wa vituo vya kupigia kura, hakikisha unakuja na kalamu na pia unakuwa na kitambulisho chako chochote kati ya kitambulisho cha taifa, kitambulisho cha mpiga kura au barua kutoka serikali za mtaa. Kwa nafasi za makarani, usaili utafanyika katika ukumbi wa shule ya msingi Mbinga na kwa nafasi za wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wa saidizi usahili utafanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Makita. Usahili utafanyika kuanzia saa moja nusu asubuhi. Zingatia muda, mahali na tarehe ambapo usahili unakwenda kufanyika na hakikisha umeweza kuiona jina lako katika pdf hii ili uweze kuhudhuria katika usahili huu. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hii kwa haraka iwezekanavyo na kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel ya Feaboy hakikisha una subscribe ili usipitwe na update yoyote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi, na huduma zote za kimtandao utaweza kupata kupitia Feaboy. Uh, linki ya kujiunga na grupo letu ulipo katika description ya video hii, jiunga na grupo letu ili uweze kuipata PDF hii na PDF zingine pamoja na update zingine zote utazipata katika group letu la WhatsApp, link iko hapo, na kama una swali lolote kuuliza, unaweza ukanicheki WhatsApp, namba yangu pia nimeweka katika description ya video hii. Ingia katika sehemu ya description, alafu unitafute, tutaweza kukusaidia. Na hakikisha una like video hii na una share kwa wengine wengi zaidi.